Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Pochez Makonda lakini akiwa na Mufti mkuu Tanzania Sheikh Zuberi ambapo hii inaonyesha ni jinsi gani swala la dini haliwezi kuharibu utanzania wetu. Salamu alaykum. Wa alaykum salamu rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Jako nahitaji kujua nini hasa kilitokea mkaweza kufikiria wazo hili? Kwa sababu wengi walitegemea kwamba watakaojikusanya hapa ni waislamu peke yake, lakini tunaona nguvu kubwa imekuja pamoja, mtazamaji, na baadhi ya maaskofu kutoka madhehebu tofauti tofauti hapa nchini ikiwepo dhehebu la Anglikana. Serikali haina dini, lakini sisi viongozi wote tuna madhehebu yetu, na kupitia misingi iliyoasisiwa na Baba wa Taifa pamoja na Abedi Amani Karume imewafanya Tanzania wote wanaishi kwa udugu tumeoleana tunachanganyika kwa makabila, tunafanikiwa kupitia misaada ya watu mbalimbali, na si kama mkoa wa Dar es Salaam ambao ni mkoa wenye watu wengi, na mufti tumepata bahati, yuko ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, tukaona ni jambo jema, amekuwa ni mstari wa mbele wa kuunganisha amani, kuunganisha mazoea tofauti, tukasema kwamba hatuwezi tu kuishia kuwa na kamati ya umoja waki, wa amani ya mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia tunaweza tukatanua mipaka tukashiriki wote kwa pamoja. Kwa hiyo tumemwomba kiongozi wetu wa kitaifa ambaye ndio mgeni wetu wa heshima leo aje na sisi na futari hii. Tumechukua kama ni futari inaowakutanisha watanzania kuwa wamoja bila kujali dini, kabila, wako uliotokea wote tumekuwa pamoja. Ndio maana hapa awe ni Anglikana, awe ni keketi, awe ni Roman Catholic, awe ni, ni mshia awe ni msuni, awe ni agakani, awe ni bola, wote wamekuwepo hapa. Ni jambo ambalo sisi chini ya baraka tunazozipata kutupia kwa mufti na viongozi wengine wa kidini wakiwemo na viongozi wa kikristo inatufanya tu wa wamoja. Tumeona futari ya leo ni ya umoja wa mkoa wa Dar es Salaam bila kujali dini, na kwa sababu ndani ya mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu, na wao wanaendelea kutuombea amani katika mkoa wetu na kwa taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Paul Makonda amekuwa ni miongoni mwa baadhi ya viongozi ambao wamekuwa mfano kwenye nchi yetu ya Tanzania hususan eh, kwa tofauti za kidini, kwa sababu tunaona kwamba ukiongelea miongoni mwa viongozi ambao wamejitahidi kwa asilimia kubwa hata kujaribu kuboresha basi eh, hadhi ya mazingira ya ofisi za viongozi wetu wakuu wa dini hii, yeye nayo pia ni miongoni. Hili unalizungumzia, anafaa kushukuriwa kwa sababu mambo wanayoyafanya ndio haswa, na, na nasibiana sana nafasi yake, kwa sababu yeye ni kiongozi wa serikali. Kwa hiyo watu wote wa dini zote, wa madhahabi zote, wako chini yake. Kwa hiyo yeye ana kazi kubwa sana, kama baba wa wazee na taifa na mkoa huu wa Dar es Salaam, wanalazimika kuangalia watu wake na waislamu ni moja katika watu wake. Basi unawaambiaje wale ambao wanadhani kwamba wa upande wa Kristo wanaitwa makafiri kwamba Mkristo akitoa sadaka kwa Muislamu haifanyi kazi, na wapo ambao e, wanajaribu kutoa maneno kwa ajili ya Mheshimiwa Makonda na kumuita pengine majina yanayofanana kama hayo? Wewe kama kiongozi mkuu wa dini unasemaje, ama unafafanua na kuliwekaje sawa hili? auzi kwa kwa wangu ni kwamba swala hilo halipo na kwamba Uislamu haujazuilia kuchukua hidaya au sadaka au zawadi kutoka kwa mtu asiokuwa Muislamu. Kuna mafunzo maalum ametufundisha Mtume Muhammad wa salam, namna alivyokuwa anapokea zawadi kutoka kwa watu wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo sio ajabu mtu asiokuwa Mwislamu awe Mkristu awe nani, anatoa zawadi kwa Waislamu halafu ikawa Waislamu hawawezi kupokea, kule ni kutokuwa na elimu na kutokuijua dini. Dini inasemaje kwa wale? Dini inasema haitakiwi kufanya dhihaka, kumfanyia dhihaka mtu mwingine. Na mtu akifanya jambo kama hili, badala ya kushukuriwa, wewe unafanya dhihaka, unafanya makosa. Kwa hiyo swala kubwa hapa ni watu washukuru juu ya misaada wanayofanyiwa, bila kuangalia anayefanya ni nani nyuma ya, ya mufti mkuu eh, kuna askofu. Hii inaonyesha eh, dini haiwezi kutenganisha utanzania. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Inaonyesha Tanzania kwamba hata salamu si shida salamu aleikum. wa... <laughs> okay. ah. ah. Makonda amekuta ha Watanzania hata kabla hajafika kuwa mkuu wa Dar es Salaam, tulikuwa tunashirikiana sisi waislamu wa, wa na wakristo wote, ni kitu kimoja, ni ndugu, tunakula pamoja, tunashirikiana pamoja, pamoja na itikadi zetu tofauti, kwamba tuna imani tofauti lakini, kwa mfano mimi hapa kwa jomba zangu waislamu na mufti, ndugu yangu kakaangu huyo kwa hiyo tuko pamoja, hatutenganishwa na imani zetu, wote ni watanzania ambao kila mtu ana imani yake na itikadi zake, lakini ni ndugu, tunaunganishwa pamoja na utanzania wetu. Na ndio maana leo mheshimiwa mkuu wa mkoa amefanya jambo la faradhi eh, amefanya jambo jema kuonyesha kwamba mimi naongoza mkoa wa Dar es Salaam sina tofauti kwamba mimi dini yangu ni Mkristo, siwezi kufanya kufuturisha na mambo mengine kama haya. Kwa hiyo anaonyesha kabisa kwamba yeye anaongoza Watanzania bila ya kujali imani zao na itikadi zao. kwa faida ya watazamaji, wewe ni nani? Mimi naitwa Padre John Solomon, ni katibu wa kamati ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Dar es Salaam. Mwenyekiti wangu ni Shekhe Alhadi Musa Salum na Mufti kaka yetu na mkuu wa mkoa ndio wadau wetu, wadau wetu wakubwa wa kamati ya amani. Ndio maana leo unaona Dar es Salaam tuna amani tele, hakuna makafiri, hakuna watu wengine, kila mtu mwenye imani sio kafiri huyo, si ndio? Qurani inasema hivyo eh, wote wanaoamini wenye imani sio makafiri yao, wala sio. Kwa hiyo sisi wote ni ndugu moja, na ndio maana leo tumefuturu pamoja, tumefurahi pamoja na ndugu yangu na mkuu wetu wa mkoa Mtazamaji wa Global TV, hayo ni maneno ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mufti Zuberi pamoja na padri wamejaribu eh, kuongea jinsi ambavyo tunapaswa kuishi. Kuendelea kupata yote haya, usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kumbuka Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers. Upande wa YouTube tunatumia Global TV online na upande wa Twitter tunatumia Global Habari, lakini kwenye website yetu ni www.globalpublishers.co.tz. mimi ni Catherine Kahabi nyuma ya kamera nikiwa na Amosi ni, niwatamkie tu Ramadhan Karimu.